Nilivyoichunguza hiyo ndoa tayari lile imefanywa ushirikina. Yes. Mama mzazi alimwaga machozi. Machozi ambayo yalikuwa yanaonyesha kwamba na mwenyewe ameumizwa kwenye kile kitu. Bila shaka umeona binafsi na watoto, kitendo, kitendo cha kishetani inamaana wale watu wamelogwa, yani iko wazi, wala hitaji kwa sababu kuoa au kuolewa, kabla haujafanya chochote, unapopeleka posa lazima mtoto wa kike aulizwe, mwanangu, umemkubali huyu kijana? Kijana wewe ndio mwanangu, wa kiume unakwenda hapo, umemkubali huyo? Mwanzo mmekubaliana, sawa sawa, tunaleta posa. Sasa mpaka tunaleta posa, tunawahoji mwolewaji na muolewaji, baba wa mzazi na, wa na sehemu zote tunahoji, hamjakataa mje msimamishe mm, mm, ndoa siku ya tukio. karibu ni milioni ishirini. Hiyo milioni ishirini kama mngeacha kufanya usumbufu, silikuwa inaweza kuendesha maisha wazazi wenu. Kwa hiyo hii sio bule, ni mkono wa mtu. Bwana, mambo vipi? Na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni niseme asante kwa wewe ambaye tayari umeisha subscribe, ila kama wewe ni miongoni mwa watu ambao bado hawaja subscribe, nikwambie tu ya kwamba kuna vitu vingi sana vinakupita, kuna exclusive za maana zinakupita. Moja kati ya tukio ambalo nimezungumzo kunako mitandao ya kijamii ni kuhusiana na harusi ambayo iligharimu zaidi ya shilingi milioni 20 lakini maharusi hawajatoka kama bado hujaitazama hiyo video, nimeshaiposti kunako mtandao wangu wa YouTube, kwenye YouTube channel ya Nyundo TV. Instagram nimeposti sambamba na TikTok, mitandao yote actually ya Nyundo TV Imeposti. Sababu ni nini ambayo imepelekea maharusi wasitokee, mimi sifahamu, na jitihada za dhati kabisa nazifanya kuweza kuwatafuta maharusi hao, kwa maana kwamba nimtafute muolewaji sambamba na muoaji, atuambie sababu ipi ambayo imewafanya wao wasiweze kufika ukumbini. Nikukumbushe tu ya kwamba tulikula tulikunywa, binafsi nilikuwepo, kila mtu alilipwa, mtu wa kamera alilipwa mtu wa ukumbi alilipwa, mtu wa mapambo alilipwa, hakuna ambaye hakulipwa. Zaidi ya milioni 20 ilikatika, lakini maharusi hawakutokea ukumbini. Tulishazungumza na mzazi ambaye ni mama wa mwanamke, amezungumza ya, ya kwake, lakini nikilitazama jambo hili, naona kama kuna vitu ambavyo vimetokea ambavyo sio sahihi. Tukasema tuwatafute miongoni mwa watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya mauzauza, kwenye masuala mazima ya dini, kwenye masuala mazima ya ushirikina. Anaitwa Sheikh Mwaipopo, tunazungumza naye, atuambie binafsi hiki ambacho kimetokea kipi ambacho kinafahamu huenda ikawa ndio chanzo cha haya yote ambayo yametokea. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bila shaka umefahamu ama nimekuonyesha kile ambacho kimetokea siku mbili zilizopita, mm. E, palikuwa na harusi ambayo iligharimu zaidi ya milioni 20, eh, lakini maharusi hawakufika ukumbini watu walikula walikunywa, mm. nafahamu wewe ni mtu ambaye unafahamu vitu vingi sana kuanzia kwenye masuala mazima ya dini e, kwenye masuala mazima ya tiba, walau walau walau utuambie kwa upande wako unahisi kipi uende ikawa ni chanzo ambacho kimepelekea mpaka kuhairishwa kwa harusi hii. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu nikushukuru kushukuru nawe binafsi kwa kulifuatilia jambo hili kwa mujibu wa Qur'an na Sunna. Sheikh kwanza nataka watu wajue uchawi upo na wachawi wapo na ushirikina upo. Ni Mungu kavieleza ndani ya Qur'an na ndani ya Injili na Torati na Zaburi. La pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ficheni uchumba, tangazeni ndoa kwa nini mtume aseme maneno haya? Ina maana alijua kwamba vimacho vijicho wapo, na nikwambie ndugu mtangazaji, hakuna mtu anayependa wewe upate ila ni mzazi wako baba yako na mama yako tu. Hata kaka yako baba mmoja anaweza kuwataka upate, anaumia tu. A kwa, kwa jinsi nilivyoiona hiyo ndoa nilivyoichunguza hiyo ndoa tayari, ile ndoa ile kumeshafanyiwa hasadi, imehusudiwa eh, imefanyiwa ushirikina. Yes. Mama mzazi alimwaga machozi machozi ambayo alikuwa anaonyesha kwamba naye mwenyewe ameumizwa kwenye kile kitu bila shaka umeona. Si lazima umie, hata mimi naumia binafsi, hata mimi naumia sani na watoto eh. Kitendo kile ni kitendo cha kishetani, ina maana wale watu wamelogwa, yaani iko wazi, wala hitaji kwa sababu kuoa au kuolewa kabla haujafanya chochote, unapopeleka posa lazima mtoto wa kike aulizwe, mwanangu, umemkubali huyo kijana? Kijana wewe ndio mwanangu wa kiume, unakwenda hapo, umemkubali we mwanzio, mmekubaliana sawa sawa, tunaleta posa. Sasa mpaka tunaleta posa, tunawahoji wa muolewaji na mwolewaji, mababa wa mzazi na sehemu zote tunahoji, hamjakataa. Mje msimamishe ndoa siku ya tukio, karibuni milioni ishirini hiyo milioni ishirini kama mngeacha kufanya usumbufu, silikuwa inaweza kuendesha maisha wazazi wenu. Kwa hiyo hii sio bula ni mkono wa mtu, ni mkono wa mtu. Nilijaribu kuuliza mama pale na enye alikiri kwamba ni ndoa takribani ya nne. Ndoa ya kwanza e, alifariki mtu kwa upande wa mwanamume. Ndoa ya pili mwanamke alifiwa na shangazi yake yeah. Ndoa ya tatu sikumbuki kuna nini lakini ndoa ya nne ndio ile yeah. E, ndio ile ambayo maharusi wakufika ukumbini. Natamani na, na, nifahamu hapa hiki ambacho kimepelekea kwamba wanapanga hivi wanapanga hivi, nini hasa? Ngoja nikuambie sheikh, msomi yoyote wa dini, wale ambao wanajitahidi kusoma masuala ya kishirikina ya sihiri, kuna jini mmoja inaitwa jini ashk, warabu anamwita hivyo, sisi huku tumemzoea jini mahaba. Jini yule ukiwa naye wewe mwanaume au mwanamke, wallahi bilahi hawezi kuolewa wala kuoa. Huwezi kabisa. Yani, atafanya anavyoweza kufanya. Ima mwolewaje, anaweza kumsababishia kifo, anaweza kaleta tatizo lolote, anaweza kaleta kufilisika kwa pesa. Yani vyovyote anafanya ujini. Okay, ni biharusi. Ni biharusi. Apambane sasa, atafute mashehe wamfanyie visomo vya kisheria, sio ushirikina. Ushirikina huwezi kutoa ushirikina kwa sababu wote ni mna madhara katika dini mm. Atafute watu wenye kujua visomo vya kisheria na tiba za kisheria, hata dawa tu za kisheria, sio kila kisomo peke yake hata mm. dawa za kisheria zitamsaidia mm. Kwa mfano kama wewe unapata bahati ya huyu mwanamke ambaye umesema huenda kawa na shida kama hii, anakutafuta anasema, Shema Ipopo, walau una kitu eh, ambacho unaweza kumsaidia. Unaweza kumsaidiaje mtu kama huyu? Mimi shaka, ngoja nikuonyesha, sisi tunafanya tiba hapa kwetu. Sisi hatuna tunguli wala ilizi kwa sababu ukifanya hivyo, na maana unakaribisha ushetani na ushirikina. Sisi tunatumia mafuta haya, na juzi alikuja mama moja hapa kutoka Mombasa, katoka Mombasa Kenya, kaja nimemchomoa jini hapa, nitakuonesha hiyo picha kama ipo kwa kijana wangu, tumemtoa jini hapa. Yule mama alikuwa haolewi, na kama hivyo hivyo tumetumia mafuta haya Haya ni mafuta ya zeituni. Unajua kuna zeituni na kuna olive oil mm. Olive oil inatoka Spain na Italy na iko kwenye supermarket madukani, mm. Hii ni zeituni inatoka wapi? Palestina. Mm. mafuta haya Mungu akikujalia, ukiyapaka asubuhi na jioni, wallahi hakuna mtu anaweza kukuloga mm, wala hata bila kusoma Qurani mafuta peke yake mm. Kwa yule mama, kama atapata bahati apate kutumia mafuta haya mm. Mafuta haya anapaka asubuhi, ni mafuta ya nuru mm, kwa sababu Mungu ameyataja ndani ya Qurani katika surati Nuru sura 24 aya 35 Mungu amesema, ni nuru juu ya nuru. Ameyatumia Mungu kuyete mafuta aya ni nuru kwa mafuta aya. Kama mtu ana uchawi ana jini na dalili za uchawi huo au jini huo, Shekhe labda ni kueleza hizi, hata ukiwa nao yoyote yule mtu ajue, ukichukua na yule jini au ukiwa na uchawi utajijuaje? Dalili ya kwanza, ni kuota usiku unafanya tendo la ndoa, unaingilia unaingiliwa. Dalili ya pili ni kuwa na mikosi, kama unapopanga kuoa au kuolewa ndoa haitimii Dalili ya tatu kuwa ni kuwa na kuchukiwa na watu. Dalili ya nne ni kutafuta pesa uipati. Dalili ya tano ni kupata pesa, lakini hujui nakokwenda. Dalili ya sita ni maumivu makali sana ya kichwa na miguu kuwa inawaka moto. Dalili ya nane kusikia vitu vinacheza tumboni. Dalili ya tisa ni kupungua nuru ya macho, kama hauna sukari na presha. Dalili nyingine eh, ni kuota usiku unalishwa chakula dalili nyingine ni kushindwa kufanya tendo la ndoa. Wewe na mkeo, ukitaka kufanya kushiriki tendo la ndoa, mwanamke anakuambia sina hisia, au wewe mwanaume, nguvu za kiume zinakuisha. Sasa watu wengi wanayo matatizo, badala ya kujitibu, mtu anaenda kunua viagra na kunywa, kumbe anajiumiza. Kwanza ujue sababu ni nini, nimekosa nguvu za kiume. Kwa hiyo uchawi uko na dalili nyingine, mtu akikaa anasikia kama siafu vile, au wadudu wanatembea mwilini. Sheikh, hii ni dalili kwa uchache ya mtu aliyeathiriwa na uchawi au na shetani. Sasa kama una hizo hizo dalili, mimi ni waombe tu, namba zetu ziko hapo kwenye simu yako, zinapita kwenye skrini yako, au namba zetu za simu ni 0756 36 19 06. Hii namba ukinipigia muda wowote, na bahati nzuri ya mafuta tunatuma mpaka Ulaya. Hivi jana kuna watu nimewatumia Omani, nawatumia Uingereza, Marekani na watu wanarudisha. Sasa hivi hapa kanipigia dada huyu hapa. Wallahi, huyu dada alikuwa amefungua Tigo Pesa sasa hivi wakati nimeingia. Hii hapa shoga wangu, hata nikimpigia unaweza kumsikia anavyosema. Hii hapa namba yake. Huyu dada alikuja hapa, alikuwa na Tigo Pesa, watu wasogei kwenye ofisi yake, alikuwa na ugomvi na mumewe nikamwambia chukua mafuta. Akachukua mafuta chupa tatu hapo, chupa nne. Moja akajipaka, moja kaweka dukani, na nyingine akampaka mwanae. Kanipigia hapa sasa hivi anasema kaka, mambo yangu yote yameenda safi. Namshukuru Mungu. Sasa Sheikh Mwaipopo wewe kwa jina lako na vile ambavyo umekuwa ukihudumu kwenye masuala haya ya tiba, huenda mtu akawa anaogopa kukufuata. Hmm. Ama huenda mtu akawa anawaza kwamba ya mafuta. E, huenda akawa ni pesa mingi sana, mamilioni ya pesa. Kwa uchache sasa unaweza ukawaambia kwamba gharama yake ipoje, mtu anaweza kaafodi, kwa yule ambaye mtu akipata cha chini. Kwanza nikwambie brother hizi e, tiba za kisheria usifanye gharama hivyo, kwa sababu mtu paka anafikiwa na hayo madudu, huyo mtu ni maskini. Yani, ukisha ingiwa na uchawi au na shetani, wewe hela uwezi kukaa na nayo. Sasa kama ukukaa na hela, mimi uwezi hapa nikwambia lete hela za hivyo, lakini gharama ipo. Chupa kama hii ni shilingi elfu ishirini hii ni original, shilingi elfu ishirini ya kitanzania <clears throat> ukiwa Uingereza ukiwa Omani bei ni hiyo hiyo. Sababu, kupa, ni cheti, kwa sababu huyu yuko mani, yuko ongelea, lakini naomba sasa watu wanisikilize. Kuna mtu anaweza kuwa na maswala ya uchawi kaafirika na uchawi akatumia chupa hii moja tu akapona, na kuna mtu anaweza akatumia chupa hizi mpaka tano, inategemea na ndio maana wao wanapenda kuambia wagonjwa wangu hivi, unaponipigia simu usiniulize bei ya mafuta mm. Niambie kinachokusumbua alafu kisha niambie mimi, nitakwambia kwa, kwa tatizo hilo tumia chupa mbili, chupa tano, chupa moja mm ili mtu ajue kwa chupa hii moja ni shilingi elfu ishirini. Na kuna wanawake, ndugu mtangazaji, hawazai. Na hizi chupa tunatuma kwa DHL kama ni nje nchi, ndani ya nchi mikoani tunawatumia kwa magari, kwa mtu asiulize nitapataje, a a, utapataje? Ni elfu ishirini yako tu, unalipia hela ya kutuma, kutuma. Unatumia shilingi elfu ishirini yetu, tunakutumia na unaweza ukapona kwa chupa mbili hizi. Kuna watu wanaenda kununua paka, ng'ombe, mbuzi kwa waganga, achana nayo mambo yanakuchelewesha ni uchawi huo. Huwezi ukatoa uchawi kwa kutumia uchawi yeah. Tukiachana na chupa, mara nyingi tumezoea kuona kwenye mitandao, lakini mtu afahamu kwamba huyu Sheikh Mwaipopo, mimi nitampataje hasa ofisi yake ipo wapi? Na mbali na haya masuala ya eh, machupa, ma, ma, mafuta mezaituni si ndio? Yeah. Vipi ambavyo mara nyingi huwa unadili navyo kwa yule ambaye labda ana shida mbadala wa hivi ambavyo eh, umevisema unadili na nini hasa, na ofisi yako ipo wapi? Mtu kama anataka aje pasi na kupigia simu? Nikushukuru mtangazaji, maana Sheikh, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema maradhi yote yanatiba kasoro uzee na umauti, hivyo uwezi ukatibika. Mm. sisi hapa shehe tuna tunadili na mambo yafuatayo. Mtu yeyote mwenye ugonjwa wa kisukari mm. tunamtibu kabisa na anapona kabisa na dawa zetu sisi za sukari ni hizi mm -hmm. hizi dawa unaweza ukatumia boksi tatu mpaka nne paka, paka tano mm -hmm. Sasa ndio maana hii siwezi kutoa gharama yake mtu lila. ani wallahi anapona kabisa, hii inakwenda kwa shuhuda wao ambao washai kutumia dawa na wakapona wengi, wengi. Kuna bwana mmoja alikuwa ametoka Uingereza amekuja hapa nimempa kapona mm -hmm. Kuna mtu mmoja yuko Zanzibar mm -hmm kamnulia yeye mwenyewe na mtoto wake kifafa kapona. Kwa hiyo tiba zetu mtu anapona na hizi dawa, sio tunachimba umsisi, ni miti ya Afrika tunashea sisi, e, wa China, Malaysia, Waturuki na ni watu wenye taaluma ya tiba kweli kweli na watu wanapona. Maofsas tunatibu sukari, pressure, tunamtibu mtu vidonda vya tumbo uvimbe wa tumboni tunamtibu sisi. Mtu tezi dume, usifanye operation, utakufa. operation ya tezi dume kwa Afrika yetu, unaweza kwenda mara 4, mara 5. Njoo tutakupa dawa, tunaenda kuchoma, kunyausha ile tezi iliyovimba, inanywea na unakuwa vizuri tu. Hata na mpira tunatoa mpira, unatembea. Mtu mwenye ugonjwa wa kifafa, anaanguka kifafa, wallahi mimi nakutibu. Hata kama ni ndugu yako ana kifafa, mlete mimi, nitamtibu na anaweza kufa. Utamaliza ushirikina wote na waganga, uwezi kusimama kwa hiyo niwatoe wasiwasi wa Tanzania, mlioko ndani ya nchi na nje ya nchi mm. e, wa Afrika wote mnaotusikia kwa lugha ya Kiswahili. mm. Wewe nipigie simu, bidhillahi unapona, hakuna kinachoshindikana. Kidogo, ulizungumza swala la Kuficha uchumba kutangaza ndoa. Kama <coughs> Tupe darasa kidogo hapa. Kwa nini mtu anashauriwa kwamba kwenye uchumba, ficha, afu ndoa atangaze? Naam, kuficha uchumba inamaanisha kuna watu mm. mm. binti wa fulani kachumbiwa. Watoto wangu wamekaa ndani tu machangu doa anauza mili au Ah! yule ameoa, yule ameoa mtoto wangu aoi na kupiga kitu mtoto wako haoi. Kwa ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ficheni uchumba tangazeni ndoa. Uwezekano kwamba hawa maharusi ambao hawajatokea ukumbini ni husuda, wamelogwa, ni husuda. Husuda upo, hasadipo mimi naweza kuangalia tu kwa jicho la husuda wewe, basi ukaharibikiwa unaharibikiwa. Kwa hiyo husuda ipo, brother, ushirikina upo, uchawi upo. Inshallah kama utatafuta siku nyingine utakuja kuelewa madhara ya uchawi. Mimi na nashukuru, mm, e, sana kwa muda wako. Kama kuna kitu ambacho labda nimesahau kukuuliza ambacho ungetamani kukisema unaweza ukakisema, ukikumbusha zaidi namba zako za simu ambazo muda wote zipo hewani na zinapatikana kwa wewe mwenyewe, unapokea wewe mwenyewe. Inshallah, namba za simu mimi napokea mwenyewe Tano sita, thelathini na sita, kumi na tisa, sifuri sita, hiyo ni Vodacom kwa 24 i nipo hewani. Na wale watu wote wenye maradhi ya kishirikina, usipate shida brother. Kuna mtu namtiba, anakwambia la, nimetembea sana sijapona. Sawa, umetembea sana lakini hujakuja kwangu na hujui utaponea wapi. Kuna watu wametibiwa hapa, wamekwenda Muhimbili, wamekwenda Gakani, wamekwenda India ndo wamekwenda wamepona huku wanakotoka, si kwamba sio hospitali, ni hospitali na ni madaktari, lakini Mungu anaweza kuwa amepanga kaponee India. Kwa hiyo na wewe, Mungu anaweza kapanga uponee kwangu, awezi ukajua. Naam bwana, ni mahojiano haya, ama naweza nikasema mazungumzo, yalikuwa mafupi na ni matamu na moja kati ya mashehe ambao kwa hakika naweza nikasema nafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya dini sambamba na tiba. E, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unasumbuliwa na mambo kadha wa kadha, unaweza kumtafuta, anaitwa Sheikh Mwaipopo kwenye mitandao yake ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok kwenye hilo hilo, lakini kubwa zaidi, kuna namba za simu ambazo tumeziweka hapo kwenye screen yako inakuwa inapita. Na kubwa zaidi la msingi, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na harusi ambayo iligharimu zaidi ya milioni 20, lakini wanandoa hawajafika ukumbini. Binafsi amezungumza kile ambacho yeye anakiona ni sahihi, kwamba ni husda Ndicho ambacho kimepelekea mpaka maharusi wasitokee ukumbini. Nafasi ni ya kwako kwa mfuatiliaji wa YouTube chaneli yetu, unaweza ukatuambia hiki ambacho Sheikh wangu amekizungumza, unahisi ni sahihi kwa kiasi gani ama sio sahihi kwa kiasi gani. Mwisho kabisa, nikuambie kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii, basi usahau kusubscribe. Thanks for watching.